wa tano mwaka huu. Na katika michezo na burudani, mchezo kati ya Low FC na yoloji FC kurudiwa tena. Habari za katuu, mtazamaji wa UoI Digital, karibu tena katika taarifa ya habari inayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Utakuwa nami Teresa ya Chalamila, lakini pia unaweza kutupata katika mtandao wa kijamii, yaani Instagram na YouTube at UoI Digital waziri wa maliasili na utalii chuo kikuu cha Iringa Melkizedek Goele ametoa taarifa ya kusogezwa kwa safari ya kwenda Matema Beach mkoani Mbeya ambayo awali ilipangwa kufanyika tarehe 24 mwezi wa 4 2025, na hivyo itafanyika tarehe 23 mwezi wa tano mwaka huu. Mwanahabari wetu Enoki Fidelis ana undani wa taarifa hii. Akizungumza na UoI Digital ofisini kwake ametoa sababu za kusogezwa mbele kwa safari hiyo ikiwemo wanafunzi wengi kushindwa kumudu gharama za safari hiyo kutokana na hali chumi pamoja na chuo kuwataka wanafunzi kukamilisha malipo ya ada. Na sababu za msingi zilizofanya tu, tuweze kusogeza mbele safari hiyo, sababu kuu ni, ni mbili. Ya kwanza ni uchache wa wanafunzi waliojitokeza kushiriki mpaka sasa hivi, na hii imetokana na msimamo wa chuo ambao ulikuwepo kwa hizi siku kadhaa, kwamba wanafunzi tuulipe kwanza ada. Lakini pili ni hali ya hewa ya sehemu ambako tulikuwa tunakwenda especially Kela, kwa sasa hivi kule mvua ni nyingi sana. Kwa hiyo hata tunge, tungeenda bado tusingeweza kupata ile enjoyment kamili ya safari. Nao baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wamesema wamefurahishwa na kusogezwa mbele kwa safari hiyo, kwani umetoa nafasi kwa wanafunzi wengine ambao hapo awali hawakuchangia ili nao waweze kushiriki safari hiyo. Kwa kweli kwangu mimi ni jambo jema kwa sababu nilikuwa sijajiandaa koo. Kwa kuahirishwa hiyo safari mimi mefurahi ili nijiandae. Ni zaidi sisi tumefurahi kusogezwa mbele, lakini ingekuwa imeahirishwa kabisa basi na sisi tungekuwa tumeumia, lakini tunafurahi imesogezwa mbele. Kila mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa sasa anaweza kupata nafasi na kuweza kushiriki katika safari hii. Wizara ya Maliasili na Utalii kutoka Chuo Kikuu cha Iringa imealisha safari ambayo ya, ya kimasomo kwenda Mbeya ambayo ilipaswa kufanyika siku ya leo hadi tarehe 23 mwezi wa 5 2025. Na nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa mimi ni Enoch Fidel. Taarifa yake Enoch Fidel zinatukamilisha habari za taifa. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Petro wa Mpulule akizungumza na UoI Digital manager wa kampuni ya Gain Mind. Mbwete Wilfred amesema zao hili ni muhimu sana kwa vijana hasa wanaolalamika juu ya ukosefu wa ajira na wao kama kampuni wamekuja na wazo hilo ili kuisaidia serikali katika kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Kombozo wa kifikra, tumelenga zaidi kwa vijana, lakini ni wote wanakombolewa, lakini asilimia wa kubwa ni vijana, na hii inafanyika kupitia programu mbalimbali kama vile semina, workshop mbalimbali zinafanyika, lakini matamasha. Programu moja inaitwa kutembelea mashuleni yote hii ni kwa ajili ya kuendelea kukomboa vijana kutoka kuwa na mtazamo hasi, wabadilike na kuwa na mtazamo chanya. Na kwa upande wake afisa rasilimali wa kampuni hiyo Habili Mwikani amesema kwa sasa vijana wamekuwa na kasumba ya kuamini hakuna ajira, lakini ukweli ni kwamba ajira zipo, lakini baadhi yao wamekuwa wazembe na wavivu kujishughulisha, kwa kukalili kuwa ajira za serikali ndio kazi halali ya pekee. Kwa fikira ya haraka, mtu unaweza ukafikiria kweli hakuna ajira, lakini vijana pia wamekuwa wavivu kujifikirisha na kujitafakarisha kwa ajili ya kutafuta fursa. Fursa ziko nyingi. Naye Sofia, mkazi wa kata ya Wilolesi mkoani Iringa, ameeleza faida za parachichi kuwa ni pamoja na kuongeza vitamini na pia kuchakatwa kutengeneza mafuta yaliyonainishwa ngozi na kuondoa magonjwa ya ngozi. Parachichi ni tunda ambalo lina umuhimu katika afya ya binadamu, hasa inatuletea vitamini C mwilini, lakini pia parachichi inatupa umuhimu wa tunapata kivuli, tunapata hewa safi maji wa UoI Digital tupo katika ofisi za AgriMind, ambao wanajihusisha na kilimo cha maparachichi. Lakini pia eh, meneja pamoja na afisa rasilimali watu ameelekeza namna mbalimbali mbali ambao vijana wanaweza wakajihusisha, eh, katika kilimo cha maparachichi na pia wanaweza eh, wakapata faida mbalimbali, wanaweza wakajikimu kiuchumi kulingana na saizi, jinsi ambavyo watu wanalalamika kwamba eh, kuna tatizo la ajira. Kwa hiyo Agri Mind wanajihusisha na kuwaelimisha vijana namna namna gani e, waweze kujihusisha na kilimo ili e, kujikwamua kiuchumi lakini pia e, kuondokana na ili wimbi la ajira kiujumla. Nikiripoti kutoka Agri Mind. Mimi ni Petro Mwampurule wa UoI Digital. Asante sana Petro Mwampurule kwa habari hizo za biashara na uchumi. Watazamaji, hii taarifa habari kutoka hapa UoI Digital, tupate mapumziko kwa mafupi, tukirejea ni habari za mchezo na burudani zitakazoletwa kwako na Floyd Kinga. Ni kusihi endelea kuona sasa. Mwenyekiti wa mashindano ya vitivo Chuo Kikuu cha Iringa Bwana Geoffrey Bukanu ameweka wazi mustakabali wa mchezo kati ya Low FC na Saikolojia FC ulioahirishwa hapo jana katika viwanja vya Kigondile kutokana na vurugu za mashabiki. Kamati imeweka na na waziri mwenye dhamana kuhusiana na kutoa maamuzi kuhusu mchezo wa jana, kwa maslahi mapana ya mpira wetu wa Chuo Kikuu cha Iringa na Iringa kiujumla. Uh, tuliamua kufuata kanuni zinavyostaka kwamba tuziondoe timu uh, ambazo zitafanya makosa au zitakiuka kanuni, lakini pia tukarejea uh, kwamba hakuna timu ambayo inanyang'anywa pointi au kutolewa kwenye mashindano kwa vurugu za mashabiki kama kuna uwezekano wa kutuliza ghasia za mashabiki basi mchezo uendelee. Akizungumza na UoI Digital, mwenyekiti Bukano amesema kamati yenye dhamana imetoa adhabu kwa timu zote mbili na kukubaliana mchezo huo kurudiwa kwa dakika zote tisini siku na tarehe itakayopangwa na kamati husika. Timu zote zimeonywa na zimepigwa faini, akiwemo na wao wenyewe wa FC pamoja naf wamepigwa faini na mchezo utarudiwa utapangiwa tarehe ndani ya dakika zote 90. Sanjari na hilo Bukanu, amewataka mashabiki wa vilabu vyote vinavyoshiriki michuano hiyo kufuata sheria na kanuni zilizowekwa, kwani kushindwa kufanya hivyo kunaweza kuiondoa kabisa timu yao katika mashindano hayo. Hayo, mashabiki wake wakirudia kosa lile lile hatutokuwa na busana wala hatutokuwa na budi kuondoa moja kwa moja kwenye mashindano ili tuendelee na mashindano yetu ni kutoka katika ofisi za mwenyekiti wa mashindano ya UoI Interfaculty kuhusiana na kile kilichotokea uwanjani kutokana na vurugu za mashabiki zilizopelekea kuahirishwa kwa mchezo unaofanyika katika uwanja wa Kigonzile kutoka katika ofisi za mwenyekiti wa mashindano ya UoI ntafakati. Mimi ni Flovitus wa UoI Digital. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kutimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Enita Kiusa. katika kipengele azimu cha lugha ya Kiswahili ambacho kimebeba mambo kadha wa kadha, kama msamiati, na leo niko na msamiati tokoi. Twende tukawatazame wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wao wanaelewa nini kuhusiana na msamiati tokoi. Maneno ya Kiswahili ni mengi sana, na kuna maneno mengine ambayo yanatumika ni sahihi na mengine siyo sahihi. Mfano kama vile maneno mshikaji. Je, wewe kwa we upande wako unaona ni maneno sahihi kutumika kwenye lugha ya Kiswahili au sio sahihi? Mshikaji? Oya, inategemea lakini, baadhi ya maneno yanatumika ni kutokana na muktaza na namna muktaz, na, na, na, na, na, vijana wanavyotumia katika kuwasiliana. Na vipi, ukiambiwa msamiati tokoi, je, wewe akili mwako hilo neno tokoi, ama msamiati tokoi nini kinakujia? Unaelewa nini ukiambiwa tokoi? tokoi tokoi, kwa kweli hilo neno ni geni kidogo kwangu hapo ni ni nimezaliwa katika Kiswahili mana lakini, tukui... tokoi sielewi hivyo vyote tu. Mimi naweza nikakwambia labda tokoi ni mnyama ambaye anatisha sana watu, wakimwangalia wanamkimbia. Wewe unavoelewa tu, tuambie hmm. tokoi nazosaa neno la na kihuni ambalo yani ni msemo ambao unatumika na, na, na, na lika fulani la vijana. Mtu akikwambia kuhusiana na msamiati tokoi, wewe wako unaelewa nini unapoambiwa tokoi? Wewe tu yani, labda mi naweza nikakwambia labda tokoi labda ni mdudu ambaye anatisha, ni kwa uelewa wangu mimi ambavyo nimekuwa nimeelewa. Wewe sasa, ukiambiwa tokoi unajibu nini au wewe kinakujia nini kichwani mwako? Aya, sawa, asante. Nina msamiati hapa unaitwa tokoi. Je, wewe akilini mwako ukiambiwa neno tokoi, umeelewa nini? kwa uelewa wako wewe tokoi na kujia nini kichwani mwako ukiambiwa msamiati tokoi? Uh, kwa uelewa wangu mimi tokoi ni ile hali ya kumtendea mtu kibaya. Ni kweli? una uhakika na unachokisema? Ya, sawa shukrani sana. Hao ni baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kuelezea maana ya msamiati tokoi kwa uelewa wao. Maana halisi ya msamiati tokoi ni kumfanyia mtu tabia mbaya ili asifanikiwe katika mambo yake. Ningependa kukuacha na sentesi isemayo Mwajuma ana tabia ya tokoi. UoI Digital tuwabalike kidigitali, nami nakuacha na sentesi isemayo Bi Mwenda ana roho ya tokoi na hiyo ndio maana halisi ya msamiati tokoe, na na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Teresia Chalamila, asante na kwaheri.